Mizozo majilani kulikuwa na migogoro mingi ya ardhi ambayo ilikuwa inashindikana kuitatua ndani ya ofisi, kwa sasa hivi kwa kupata hati miliki. Kutokana na malalamiko ya muda mrefu kuhusu asilimia kubwa ya wakazi wa vijijini nchini kukosa hati miliki za ardhi, serikali kupitia tume ya taifa ya mipango ya matumizi ya ardhi NLUPC kwa kushirikiana na wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, imeanza rasmi zoezi la kugawa bure hati miliki za kimila zaidi ya elfu moja kwa wananchi wa vijiji vinne vilivyopo katika wilaya za Sikonge, Urambo na Kaliua mkoani Tabora. Anafuatwa na Magdalena Alfonsi Kimbuye. Zoezi hilo limezinduliwa katika kijiji cha Tumaini wilayani Urambo, likiongozwa na mkuu wa wilaya ya Urambo Dkt. Hamisi Mkanachi, kupitia mradi wa usimamizi shirikisho wa misitu ya jamii ya miombo unaolenga kupunguza migogoro ya ardhi katika maeneo ya vijijini yanayopakana na misitu ya jamii. utakapohitaji shughuli zako za maendeleo, utakapokuwa na uhitaji wa fedha kwa matumizi yako binafsi, unaona wewe, yanafaa wakati wako wowote, unatembea kifua mbele kabisa, unakwenda kwenye benki yoyote zinaaminika zinakubalika, ni dhamana tosha kabisa kwako, utakopa unachokitaka, utafanya shughuli zako na utarejesha taratibu bila shida yoyote. Akitoa taarifa ya utekelezaji wa mradi huo, mkurugenzi wa mipango ya matumizi ya ardhi kutoka NLUPC Jonas Masingija amesema utoaji wa hati hizo utasaidia kuweka mipango bora ya matumizi ya ardhi na kuwapa wananchi uhakika umiliki halali wa maeneo yao. Leo hii katika hiki kijiji cha cha Tumaini, wananchi wapatao mia tatu thelathini na tatu wameweza kuandaliwa hati za haki miliki za kimila, na katika hao makundi yote yameweza kuzingatiwa, ambapo kati ya hao wanaume mia mbili kumi na mbili sawa na asilimia sitini na tatu nukta saba watapata hati. Miongoni mwa wamiliki hawa yapo makundi ya wazee wapo wanawake, vijana, wajane na watu wenye ulemavu. Na hii tunatekeleza na kwa kuzingatia sera na miongozo iliyopo, kuhakikisha kwamba kila mwananchi wa Tanzania anayo haki ya kumiliki na kutumia ardhi. E, lengo kuu la mradi ni kuondoa na kubadilisha mwelekeo mbaya wa uharibifu wa ardhi na upotevu wa bayoanuai katika maeneo ya kanda ya ukanda wa misitu wa miombo kwa kutumia mbinu shirikishi za usimamizi wa, e, wa mandhari. Mradi huu unatekelezwa katika nchi kumi na moja pa Afrika, ikiwepo Angola, Botswana, Malawi, Mozambiki, Namibia, Zimbabwe, Kenya, Burkina Faso, Mongolia na Kazakistan. Kwa hiyo ina maana mradi huu vile vile kwenye nchi zingine upo unafanyika. Kwa Tanzania mradi huu uko mkoa wa Tabora ambapo kuna wilaya ya Kaliua, Urambo na Sikonge na, na mkoa wa Katavi ambapo kuna wilaya ya Mlele. Kila nchi itapimwa na matarajio yaliyowekwa, ambapo Tanzania itapimwa kwa uhifadhi mzuri wa misitu ya miombo na hatimaye kuleta tija katika mnyororo mzima wa mazao ya nyuki na maisha ya jamii. Baadhi ya wananchi wakiicha, Tumaini, wa kijiji cha Tumaini ambao wamepokea hati hizo wameeleza kuwa hatua hiyo imeondoa hofu na migogoro ya muda mrefu kuhusu umiliki wa ardhi, huku wengine wakisema sasa wataweza kutumia hati hizo kupata mikopo na kuendeleza shughuli za kiuchumi. Utambuzi wangu mimi nafikiri kwamba baada, kabla hujakuwa na hati unakuwa kwanza huna uhakika kwamba hii ni ardhi ni ya kwako aidha ya nani, maana matumizi yote serikali kiamua kuifanyia pale kupachukua inaweza ikachukua. Kwa sasa nimekuwa na uhakika, wakianza kuja lazima wafikie kwanza kwa mimi kwa kuwa nina hati. Changamoto nyingine, wafugaji wanaingia tu ovyo ovyo, namna gani? Lakini sasa hivi nafikiri ni silaha. Zamani tulikuwa kina mama tunanyanyasika, tulikuwa hatuna uwezo wa kuweza kumiliki hati. Sasa hivi tuna uwezo wa kumiliki hati na tunaweza kufanya maamuzi kama kina baba. Tunashukuru sana kupewa kipao mbele kina mama wote. Tena kingine, tunaweza kupata mikopo kutokana na hii mikopo ya kausha damu ilikuwa inatuumiza kina mama, lakini sasa hivi tunaweza kwenda kukopa benki tukajiinua kiuchumi, kutokana na hizi hati ambazo tumemilikishwa. Naomba fursa kama itapatikana waliobaki na wenyewe wapimiwe. Jumla ya hati mia tatu thelathini na tatu tayari zimekabidhiwa kwa wananchi wa kijiji cha Tumaini, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wa kitaifa wa mipango bora ya matumizi ya ardhi vijijini. Ambapo katika hatua nyingine mkuu wa wilaya ya Urambo, Daktari Hamisi Mkanachi, amesema serikali itaendelea kusimamia kikamilifu mpango huo kwa kuhakikisha wananchi wanaonufaika na ardhi wanayomiliki bila kuathiri uhifadhi wa misitu na mazingira. Awamu ya pili tunaenda kuitengeneza sisi, tukishikamana sisi tukaungana sisi tukamleta Kayanda tukamleta Magareti tukamleta na Samia, maana yake ni kwamba hawana pa kutokea hawa, si ndio eh? Awamu ya pili lazima ifanyeje? Ije kwa itakuwa awamu ya Samia, si ndio eh? Kutoka mkoani Tabora, mimi ni Maiko Samuel George, na hii ni Daily News Digital. Tuendelea kusubscribe ku comment na ku like, lakini pia tufuatilie katika mitandao yetu mingine ya kijamii kama Instagram na Facebook kwa kuandika habari leo underscore tz. Shukrani.